Alaykum salam warahmatullahi, ezangu wafilimani, leo kwanza, leo na kuendelea, tunaingia katika darasa darsi zinazohusiana na mwezi leo, Ramadhan wa Ramadhani. Anwani ya leo barakatu Ramadhani afuai si barka zinazopatikana ndani ya Ramadhani na fadhila ya fadhila yake fadhila zinazopatikana ndani ya Ramadhani.

wa takfiri sayiat, na ni sababu pia ya kusamehewa haya makosa uliokuwa ukifanya ndani ya mwili. fakat thabata fi sahihaini ala bi huraira radhiyallahu anhu, imethibiti katika sahihi mbili kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mwendee asimulia ya kwamba mtume ana ukali tuma asema man saama ramadhan, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhan <coughs>

sehemu ya wewe kusamehewa makosa yako, na tangu Ramadhani mpaka Ramadhani, hapa katikati ni sababu ya wewe kusamehewa makosa yako. Kwa hiyo Ramadhani, ndugu zangu, baina ya swala na swala, baina ya juma na juma, Ramadhani na Ramadhani, ni sababu ya wewe kusamehewa makosa yako, lakini kwa sharti utakapojiepusha na madhambi makubwa. Madhambi makubwa ni yapi? Kama shirki, uchawi, wa maida dhalika

Unapokuwa ule usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, Ramadhani ndio Ramadhani, meingia. Sudifati shayatin, yanafungwa mashaitani, yanafungwa ane mashaitani, wa maradatu aljinni ma, na yale makereketo, ile majini mabaya kabisa pia yanafungwa <coughs> ghuliqat abwabu, na na inafungwa milango pia ya moto ile Ramadhani ile, ili pamoja siku ya kwanza

na nalingania mlinganiaji kila siku usiku akisema, ya baghi alkhair akhfi, ewe mwenye kuelekea khairi mwenye kusudia kuelekea khairi ielekee naifanye wa ya baghi ya sharri akhsir, na wewe unaelekea sharri unakusudia sharri, una katika mwezi acha uzangu, tukupende siri moja ila. E Ramadhani na kuja, wallahi, kwanza tumuombe sana Allah atufikishe ndani Ramadhani, lakini cha pili hebu jipange kiibada, weka mikakati kiibada. Sema Qurani insha allah biidhnillahi, safari nataka nipate khatma tano, sita, saba mpaka kumi. Sema natakiwa ni swali kabla na baadia nisiache hata siku moja. Sema mimi natakiwa ni swali fardh, swala za fardh nyuma ya imam kila siku bila kupoteza hata moja. Kuwa na nia hiyo kwamba mimi nataka ni swali nyuma ya imam Siku zote bwana upoteza hata moja ndani ya Ramadhani, hakika utachuma mabaliko yaliyo makubwa sana. Ndio ya mtu imani, utachuma malipo yaliyo makubwa makubwa makubwa, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu yawm kullu layla. Na Mwenyezi Mungu anawaacha huru na watu na hili kila siku kila siku siku mwezi wa Ramadhani.